Unajua, hatari siyo kukosa pesa wala kukosa maendeleo. Hatari ni pale tunapopoteza maridhiano ya moyoni. Bila hayo taifa linakosa pumzi. Karibu kwenye yanayojiri mitaani TV na karibu tena, ndugu yangu. Leo tuzungumze jambo ambalo wengi wetu tunaliona lakini wachache hulitamka: Maridhiano ya kweli, amani na afya inayojenga taifa, utulivu wa moyo. Maridhiano ya kweli hayatokei kwa kulazimishwa wala kwa kushinikizwa na watu. Huanza pale mtu anapokaa kimya, nafsi inapumua na moyo unapumua. Kusikiliza kusikiliza kuna nguvu kubwa. Kusikia kilio cha mwenzako, kusikia maumivu ambayo hayajawahi kusemwa, hata kusikia ukimya unaonyesha kuna pengo kati yetu. Lakini wengi hatupendi kukaa kimya, tunatafuta majibu ya haraka, maamuzi ya haraka, na hata amani ya haraka lakini moyo hauponi kwa haraka. Hadithi ya taifa letu. Watanzania wenzangu, taifa letu limepitia mambo mengi. Kuna nyakati tumefurahi, nyakati tumekuwa na huzuni, nyakati tumeshikamana na nyakati tumetofautiana, lakini katika yote kuna jambo moja lililotuweka pamoja: amani. Amani ndipo pumzi yetu. Tukipuuza, tusipoilinda, tusipoithamini, tutapoteza kitu cha muhimu sana. Amani haiji kwa kupiga kelele wala kwa lawama. Amani huzaliwa kwenye mioyo yenye unyenyekevu, mioyo inayokubali ukweli, mioyo inayofuata ama inayotafuta suluhu. Maridhiano ya moyoni. Maridhiano ya moyoni yanahitaji ujasiri, ujasiri wa kukubali makosa, ujasiri wa kusema lisamehe, ujasiri wa kusahau maumivu ya jana ili tujenge kesho bora. Wapo watu wengi ama wapo watu ambao wamebeba uchungu, uchungu wa maisha, uchungu wa kutosikilizwa, uchungu wa kuona mambo yanachelewa kubadilika, lakini bado wanatumaini, wana matumaini ama wanatamani kuona Tanzania yenye tulivu wapo wengine ambao wamevunjika moyo, wamejeruhiwa na maneno, wamepoteza matumaini, lakini bado ndani yao kuna mwanga mdogo unaosema kesho inaweza kuwa nzuri. Mwanga huo usiweke mbali, mwanga huo unaweza kujenga taifa jipya. Umuhimu wa amani. Amani si maneno tu. Amani ni hali ya moyo, ni pale mtu anapohisi utulivu, bila hofu, bila wasiwasi, bila mashaka. Ukiwa na amani, mipango inaenda sawa, watoto wanaishi vizuri, familia zinapata usingizi, biashara zinastawi na ndoto zinaanza kuonekana. Lakini amani ikipotea, ndoto zinaharibika mipango inavujika na taifa linapoteza mwelekeo. Ndiyo maana tunasema leo tusikilize tena, tuthamini amani kabla haijatupotea. Afya na maisha: bila amani, hata afya inatutoka Mwili unachoka, moyo unapata presha, akili inapoteza utulivu. Amani ni dawa ambayo haipo kwenye karatasi ya daftari, lakini nguvu yake ni kubwa kuliko dawa yoyote. Leo tunamwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, tunasema Ewe Mwenyezi Mungu, tujalie maridhiano ya kweli yanayokuja kutoka ndani ya roho, yanayoleta upendo, yanaofuata ama yanaofuta visasi, yanaoponya majeraha ya taifa. Amani itawale majumbani, mitaani, kila kijiji, kila mji na kila moyo wa Mtanzania. Utupe afya tunaweza kuimudu, utupe maisha ya utulivu, utuondelee hofu, utujengee roho zilizotulia. Tanzania ibaki nchi ya upole, nchi ya tabasamu, nchi ya watu wanaothamini moyo kuliko mabishano, amani kuliko chuki, maridhiano kuliko migogoro. Huu ndio mwito kwa kila mmoja wetu. Ewe Mwenyezi Mungu utukubalie. Amin. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri Mitaani TV ili uweze kupata makala yetu tafadhali subscribe, like kisha ukomment. Hii ni yanayojiri Mitaani TV.